Uh, shukrani sana Sheikh Shaban, labda kwa kumalizia eh, tufungie kwa leo eh, tunapata pia mafunzo gani eh, au labda kupitia wasia umtume, eh, wa mtume wa mwisho <laughs> eh, katika labda hija Hijjatul Wadaa pale, tunapata mafunzo gani ambayo katuachia wa sisi waislamu mtume sallallahu alaihi wasallam katika khutba tu Hajjatul Wadai, katufundisha mambo mengi sana. Jambo la kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka kuwacha umma mzima unakumbuka ule udugu wao wa asili nakawambia, katika siku hiyo, katika viwanja vya Arafa kwamba ayuhannasu, enyi watu, inna rabbakum wahid. Kwanza anaonganisha kupitia Mola wao, ndio hakika Mola wenu, Mwenyezi Mungu wenu mlezi ni mmoja. Wa inna abakum wahidu, na baba yenu ni mmoja, bani Adam, huyo ndio kaza wote waliozaliwa baada ya hapo, kwa maana kutokana na kile kizazi chake ikiwa ni Mfaransa ikiwa ni Mwingereza ikiwa ni Mwarabu ikiwa ni Mwafrika atavokuwa kwamba baba yetu ni mmoja. Kisha akakumbusha watu kwamba ala la fadla li li arabina ala ajamin mpaka mwisho wa hadithi yeah, kwamba hakuna ubora kwamba huyu Mwarabu ni bora kuliko asiyekuwa Mwarabu, yeah, wala huyu mwekundu ni bora kuliko aliokuwa mweusi kwa rangi yake, kwamba watu wote ni watu wa aina moja baba yetu ni mmoja mmoja, marejeo moja, yetu ni mamoja, mola wetu ni mmoja. Kwa hivyo akazungumza mambo mengi sana siku hiyo na kuharamisha mambo ya riba na mengineo, ili kuwaweka watu katika hali ya kuwa wanajielewa baada ya hapo kwamba wote ni ndugu mmoja. Yale matabaka ya watu wa makabila ya chuki mbalimbali mbali, yote yaondoke. Kwa na hiyo mafunzo makubwa ni kwamba tuishi katika umoja na mashirikiano na tuache ubaguzi kwa aina zake zote atamia tamiz bi jamii suri wa shikali zote tuache ubaguzi wa makabila, ubaguzi wa madhehebu, ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa kimataifa au kitaifa. Haya yote haya yanapelekea kufanya eh, wale wale wananchi au wale raia wenyewe kwanza kuwa ni madhaifu baina yao kwa wao, na pia kuzorotesha hata uchumi wa maendeleo katika nchi zao. Watafika katika magomvi na chuki, mwisho nakatana na kukosekana umoja. Na ndio maana siku zote kwa Qur'ani, inasema kwamba wala msizozane Utadhabari hukumu na ikaondoka nguvu yenu ikapotea nguvu yenu mtengo sosote, penye, penye, penye, penye utengano panakuwa pana udhaifu e, penye umoja panakuwa pana nguvu. Kwa hivyo haya ni mafunzo muhimu sana kuzingatia, ili kuweza kufika pahala kwamba tuishi katika umma ambao umeachwa katika hali njema ambayo alibashiria Mtume. Huyu ni umma mmoja, umma wenye nguvu, na umma ambao utakuwa umetolewa kwa ajili ya watu, kwa manufaa ya watu, ili mmoja wetu ubakie katika hali ile ile ya nguvu na tubakie umma ambao unatekeleza malengo ambayo umeletwa na kuteuliwa umma huu kuwa ni bora kwa ajili ya maslahi ya watu wote, wallahu taala aalam.